Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika shamba lako pendwa. Siku ya leo tumekuwa na mkulima. Mkulima wetu wa leo anaweza kutupeleka katika shamba lake kuweza kutuelekeza na kutuonesha kwamba ni jinsi gani ambavyo ataanza kilimo chake. Kwa hiyo na mkulima tutaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo naomba uweze kuangalia video, video yako hii na tutaanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo wa video hii ndio jambo zima ambalo kuweza kujifunza kwa kuweza kusubscribe, kuweza kulike na comment. Kwa hiyo tuko kwa shambani kwa mkulima, tupo tumekuja kuangalia leo mkulima na kitu gani ambacho ametuletea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kwa hiyo tupo na mkulima wetu. Huyu ndio mkulima wetu, yuko na upanga amejana kwa, kwa, kwa, kwa ajili ya kulima. Kwa hiyo kuna maswali mawili matatu nitaweza kumuuliza hapa, ili aweze kutusaidia kwama kwa leo amejana nini? Aisee mkulima, mambo vipi? Ndio, mkulima wetu bwana, habari za mchana, mambo vipi? Nashukuru Mungu, labda habari ya ah ya salama, wapenzi salama wa Nebuye TV leo wana hamu, nataka wajue kwamba leo umeandalia kitu gani? Naona umeshikilia upanga hapo, eh, uko zako katika mazingira mazuri, mazingira kazi, kazi. Labda leo ulikuwa umeandalia kitu gani ambacho nataka wafundishe wapenzi watazamaji? Okay, sawa, vizuri, na hapa nilipo niko shamba, na kama mazingira unavyoona, naandaa mazingira ya kwa ajili ya mihogo. Kwa hiyo hapa aji sasa kuandaa shamba langu na kwa ajili ya hiyo paliza mihogo, kama unavyoona ndugu, kwamba mazao yako hivi, naandaa shamba langu vizuri na, na bila shaka, na mimi napambana kama hivyo unavyoona, mengi na mengi, mpenzi mtazamaji wa la mkulima wetu ambelewa atakaja kufanyia kazi. Sasa sijajua kwamba atalimaje katika mazingira haya maana tuje kuangalia vizuri. Sasa hivi ni msimu ambao tunakaribia msimu wa mvua. Kwa hiyo vijana kama hao wanajiandaa katika ajili ya <coughs> kulima na kuweza kujiandaa katika mazingira ambayo ya kulima ili waweze kupata kipato. Kikubwa tu niweze kukumbusha waweze kusubscribe, waweze ku like na comment. Kwani unapokuwa unafuatilia Nebuye TV tupo kwa ajili ya kuibua vipaji mbalimbali vya wakulima. Na wewe kama una shamba lako kule nyumbani, naomba tuwasiliane ili tuweze kuja kukutembelea na kuweza kujifunza vitu aina mbalimbali. Ehe, mpenzi mtazamaji, naona mkulima wetu ana upanga na kuna wengine ambao wameshazoea kulima kupitia majembe, lakini yeye ana upanga. Ehe, bana mkulima wetu, hebu tuambie leo, naona umeshika upanga, upanga kabisa upo. Kwa mtazamaji anachangaa kuona kwamba wewe una upanga unao. Je, upanga huu utalimalimaje? Hebu tuambie basi. Karibu, asante sana huu. Kwanza ni kwa ajili ya maandalizi ya shamba, kama hivyo unavyoona, ninaanza inaanza nani na vidogo vidogo, then baada ya hapo nikisha maliza, basi inaanza kupanda zao ambalo nilizokusudia shamba langu hili. Kwa hiyo baada ya hapo nikishamaliza kupanda zao ambalo nilizokusudia, basi nianze palizi ya jembe. Kwa hiyo kabla ya kuanza jembe, kwanza unaanza na upanga kama hivi. Unapoona haya majani madogo madogo haya, unaandaandaa yanakuwa mazuri. Baada ya hapo tayari, fanya hizi takataka, unaweka pembeni, ambako inakuwa shamba zuri na kuanza kuandaa sawa ambalo unasubiria kupanda. Ndivyo ndivyo, ndugu. Sasa ni kweli tumeona hivyo. Basi mkulima, unajua kuna wengine wako nyumbani kule, okay. hawajawahi kuona mtu anavyolima kupitia upanga. Hebu naomba uweze kumuonesha kwamba upanga unalimaje, walau naye aweze kuona, ili kama kule nyumbani aone, asifikiri tu upanga kwa, okay. eh, so okay. asante sana, asante sana ajili ya kukatia miti, karibu uweze kutuonesha hapo mazao au mm, tayari eh? e, yeah, kama mipanda nilipanda kiangazi, lakini kutokana na ule ukame wa, wa, wa mvua, nikaona bora kama hivyo unavyoona afya yake sio mzuri, na hapa ndio nasubiri mvua sababu kuna mbegu humo shambani ambao tayari nimesha ziandaa kwa ajili ya ya ya msimu unaokuja, ina maana kuanzia mwezi wa kumi na mbili mpaka kuanzia mwezi mwezi unaokuja mwezi wa kwanza. Kwa hiyo nitakuwa nimi nimeandaa ya kutosha na maisha mengine yaweze kuendelea. Na ni kweli sana, hasa kijana aliyoko mjini ambaye hataki kutoka mjini, hataki kujishughulisha na kilimo, unamshauriaje? Una, una kuhusiana na maandalizi ya shamba. Aa bana leo tupo kwa ajili ya maandalizi ya shamba. kuna umuhimu gani wa maandalizi ya shamba? Aa, shamba kuna umuhimu mingi sana, lakini sasa naweza kusema kwa wale wenzetu wa vijana wa, wa mjini, mimi nasema tu kwamba nilikuwa na nawaomba vijana wenzangu kwamba waje huku au wajifunze kupitia kupitia kama kama hivi leo inavyoonekana katika neka yenu, au niko shamba kama hivi unavyoona. E, shamba liko zuri, shamba kuna, kuna mazao mengi mengi ambayo tayari nimeshaandaa. Kwa hiyo naomba tu vijana wenzangu walioko mjini, eh, tuje kuvijijini tuje kuandaa mazingira ya shamba tujijenge kwenye misingi sahihi ya kimaendeleo ya kimaisha eh, ni kweli ni kweli kabisa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama unavyoangalia hapo ni mkulima ambaye yuko sana aa kwenye maandalizi ya, ya, ya, ya kuandaa anasafisha shamba lake ili kusudi aweze kupanda nilii aweze kupanda Kwani hamna kilimo chochote ambacho unaweza ukapanda bila kuweza kuandaa shamba. Kwa shamba lako lazima liandaliwe, utoe magugu kama hivyo, utoe majani, majani, ili kusudi uweze kupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Kwa sababu tunaamini kwamba majani mengi huwa ndio yanaharibu mazingira nini ya shamba hilo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kuja kuangalia kwetu shambani, vizuri kabisa tuko live kutoka shambani hapa. Tuko na mkulima wetu na ardhi kwa kweli ya huku ni nzuri. Kwa hiyo wewe mtazamaji naomba uweze kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Kuna kitu ambacho unaweza kujifunza. Na mwanzo wa video hii na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine ambayo itakusaidia wewe mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV ili uweze kusaidia katika jambo zima la kuweza kujikomboa kiuchumi. Vijana wengi lazima tuweze kujishughulisha, maana bila kujishughulisha kwa kweli mambo yanakuwa hayaendi, lazima tujishughulishe, tujitoe kama hivyo yeah. Kulima miogo kwani miogo ina faida kubwa. Kwa hiyo ni shamba ameandaa wakulima wetu kwa ajili ya miogo, anachakalika yuko anatoa jasho katika, ame katika mazingira ya mazingira mazima ya kilimo Maandalizi ya kilimo cha ndizi, yani maandalizi ya kilimo cha cha, cha, kama mkulima wetu hapa anajiandaa mama, kuvaa kininja kabisa, kuvaa zake shati kabisa kwa ajili ya, kuwa, ya, ku, ya, kuandaa mazingira hapa, anaandaa mazingira vizuri ya kulima ili mavuno yafanane. Huwezi kulima, huwezi kupanda kitu kama mazingira ni machafu. Huwa waloshika huu ni, ni mti wa muogo kama ulivyokwambia pale mwanzoni, ni mti wa muogo wa kiangazi, kwao atarudi rushe miogo mingine walau aweze kupanda kwao, usimwone mtu anatembea na magari mjini.